Maneno ya mwisho nitayasema kwa haraka, na hii ni ilmu, wote tupate faida nayo. Kuna maradhi leo yanaitwa ulcers chronic, madonda ya tumbo sugu. Takutajia dalili tano tu. Ya mwanzo, kubeua. Ya pili, ukiamka asubuhi tumbo kulisikia baya sana. Ukisikia madonda ya tumbo ni saratani ya utumbo na hakuna ugonjwa mbaya kama ugonjwa wa ulcers. Ukizidi mgongo na kiuno. Nne, unakula lakini hushibi, unajaza tumbo tu, na ukilala chali kama acidity zimezidi, unakoa unapariwa usiku vibaya sana, na kuna baadhi ya watu hawalali chali kwa sababu ya madonda yamekula lakini pia kupata kizunguzungu, lakini athari kubwa kwa kina baba, kupoteza ufanisi wa nguvu za kiume kabisa. Lakini tumbo mjaaute kuja na kukosa choo na kupata choo kigumu, athari yake. Ukishapata choo kigumu, ikifikia hapo, unaweza ukaanza kutapika damu au kutapika mapovu, na ukipata choo kigumu mara sita unatengeneza maradhi hatari yanaitwa maradhi ya, ya hemoroid. Hemoroid ni maradhi, wa Arabu wanaita mashakir albawasir, na haya madonda yanaitwa amrahu batnia. Maradhi ya hemoroid ni maradhi ya mgoro, sehemu ya kujisaidia inakatika. Ikisha katika ile sehemu, mtu anatokwa na damu na nyama ile inaweza ikawa inatoka hairudi mpaka arudishe kwa mkono. Huu ni ugonjwa katika maradhi hatari. Ukianza kupata maradhi ya bawasiri, gesi inaofuata sana na vitu vyenye mono kotile do nyingi vinavyoamsha ulcers na kutengeneza gesi, vichwa vile vya dagaa, masoda yale yenye gesi vyakula ambavyo si fresh, malimao bila sababu za msingi, hivi vyote ni hatari, hatari kweli kweli. Unamkuta mtu mpaka jioni ana soda 20 kanywa, ni hatari, na maradhi ya sukari hayako mbali naye. Kwa hiyo mtu kama atakuwa na maradhi ya madonda ya tumbo, kuna dawa tumeshaieleza katika media. Basi mtu huyu mwenye maradhi haya, dawa zake ni kama dawa za aina tatu, nitakuoneshe watu kwenye busati wataangaliwa ikramu yao wapate vipi. Hatutaki tuwe na mashekhe wetu hapa waondoke na maradhi. Uislamu umerakis katika mambo mawili. Uislamu ni mambo mawili. Mnamjua ndege mabwana? Ndege hawezi kuruka mpaka awe na mbawa mbili. Akiwa na ubawa mmoja ndege, mpaka watoto watamchezea lakini akishakuwa nazo mbili, wewe mtu mzima mpaka umpate shughuli. Ipo sasa, uislamu kwa ujumla wake ni tiba na kusomesha au na elimu. Mpaka wanachuoni wanasema usiishi mji ambao hakuna daktari wala hakuna mwalimu. Ukiishi sehemu hakuna mwalimu wa kukuondolea ujinga, hakuna daktari wa kukuondolea maradhi, fanya hijra, sio mazingira yako haya na wakasema kama utamkosea adabu mwalimu, basi vumilia ujinga wako. Lakini pia kama utamkosea adabu daktari, utavumilia maradhi yako. Kwa hiyo vitu viwili hivi ndo Uislamu na utatizama, ulama wengi waliopita kabla yetu sisi, saidia kila mmoja alikuwa ni niamii na mtu mmoja Myahudi alitengeneza hospitali yake pale Madina miaka kumi hajapata mteja hata mmoja. Anauliza, hivi nyinyi Waislamu hamuumwi? Wa lazima sisi wenyewe si madaktari sasa, kula kwetu ni tiba, tuumwe, tuumwe kitu gani sisi? Kwa hiyo hata hutuba ya Ijumaa tulimuelezea mzee mmoja anaitwa Kahfa, tumeona ametamarkuzi sana katika tiba za mitishamba. Mtume sallallahu alayhi wasallam ametuelezea baadhi ya dawa China huko, hata yeye mwenyewe hajaziona. Vile vile dawa nyingine inaitwa arthritis, matatizo ya mifupa kusagika kwa sababu ya kukaa ofisini mpaka miguu inawaka moto. Kuna mmea unaitwa mtamba. Leo nakutajia moja moja. Kuna dawa inaitwa iwama. Una kesi yoyote, mpaka umeambiwa pingili zimesagana, hauna ute kale, kongoro, mimi nakwambia chana na kongoro Kithuama, insha Allah ni mongoji wako ikiungana iki na tarakia na jawari hia. Kijidawa kizuri kweli kweli, ukipaka tu wako kimetulia. Na hizi zote ni tiba za Kiislamu, na bahati nzuri mi nafundisha tiba online na wanafunzi kibao, magrupu kibao ya tiba, na wewe hapo hapo unaweza ukajiunga inshallah. Hizi zote zinastaja. Lakini watu wote nimewaelekeza baadhi ya dawa na alhamdulillah wanazitumia kwa kiasi kikubwa sana lakini pia maradhi mengine, maradhi mengine ni maradhi ya sukari. Ili nimetaja kabisa, tunaye kipenzi chetu imamu. Imamu wake huyu hapa, simtaji jina kwa sababu ni imamu. Kila siku anamtuma shekhe wetu akatafute karotipori. Jamani, humo hamna dawa nyingi, hii dawa moja tu inaitwa karotipori. Ndo nishasema tayari, hii dawa imejaa majumbani, watu wameotesha ni maua, lakini hatari dawa hii. Mtu mwenye sukari, kongosho ndio ishakufa hivi, kongosho imejaa sumu. Hii dawa mtu aliong'atwa na nyoka, yule nyoka mweusi mwenye sumu mbaya, akitumia karoti pori inanyonya sumu yote. Vipi? Ukiinywa ipeleke kwenye kongosho, kongosho linakuwa zima. Sukari imepanda kiasi gani, inashusha insulini. Imekatika inapandisha mtu anakuwa vizuri kabisa. Tumeita shajaratan yakatin e, mbitikhi ni mti ambao ulimnusuru saina Yunus hii hapa, lakini dozi yake aongezee na amradhu sukari. Kwa hiyo wale watu wenye matatizo ya sukari wasipate tabu sana, waje wapate dawa wafa, bile bile, na zikiwafaa basi vilevile nam kuna dawa moja itabidi niitambulishe. Hii hapa, mnamwona mzee wetu mmoja hivi, mnamwona mzee wetu mmoja sio mzee hivi hivi, kwanza atunzwe swallu ala nnabii, atunzwe swallu ala nnabii. Mnamjua mzee mwenyewe, amumjue Shekh Saimu atamjua leo mzee. Wewe lazima atunzwe, lazima atunzwe mzee wetu, na kabla sijamtaja mzee huyu nitoe kwanza habari kuna watu wana edc wana maradhi ya hatari HIV, maradhi mabaya sana basi. Kuna mzee wetu mmoja amenionesha mimea, nakwambieni wazee, dawa nyie amtaki kusikia, na marafiki wengi wa Sheh Uthmani Maiko wazee hapa, simnaona kuna wazee wangapi? Kuna mzee mwarabu pale, mzee wangu rafiki yangu kweli, Shekh Abubakari she, rafiki yangu kweli Sheikh Kibano huyu rafiki yangu kweli kweli. Tena nikwambie Sheikh Salim, ukijua huyu ni rafiki yangu. Sheikh Kibano siku namlingishia, namwambia mashaallah, nyumbani Simba kashuka, nimepata mtoto nimepata mtoto jana. Akambia hata mi jana nimepata mtoto. Sallu ala <laughs> nabi, ni rafiki sio rafiki? Ah, la, wewe vipi bwana. Basi akanipa baraka zake. Zamani kulikuwa kuna mwanachuoni wetu mmoja ana ndugu zake wamepata maradhi haya ya kisasa, mapele wameivea kweli kweli. Mzee akaniambia, mbona hiyo jambo dogo. Akaniambia tusafiri, tukafunga safari. Akaniambia chuma mti huu, chuma na jani hili, pika, twende tukampa yulemano. Anampa kesho, yale madonda yote yamekauka, CD4 zimepanda juu kwelikweli. We mzee unjua hatari, wewe we hatari wewe, hii we we, dawa nikaitengeneza, inaitwa majumua lamrau. Mzee mwenyewe mnamjua, sasa, ambaye mi naye tuna watoto wanalingana umri. yuko nyuma ya she, Sheikh she, she Hassan Shah, mtunze mzee wetu hapa bwana. Umeona vitu vya wazee hivi, umeona faida ya kutembea na wazee. Hii dawa hii hata watu wetu wengi wa dini, hii dawa hii wallahi inawasaidia sana ama mambo ya UTI ndio usiulize kabisa. homa homa za ajabu usiulize. umetoka kwenye ghafla zako ujiamini, basi dawa inasaidia majumua la mra. Kenya imetrend hii dawa, Kenya imetrend. Bana, naomba ile dawa, kichwa kilikuwa kiliniuma, sasa saivi alhamdulillah. Mpaka mtu mmoja asema, ah, Sheikh mbona kama afya imekaa vizuri nioe kaambia, subiri kwanza, huyo unaemuoa mwambie kwanza majanga yako, naona kama ishaka. Sawa, nikaambia hiyo kazi ya mzee wetu, mzee Kibano. Sasa mambo kama haya tunaachaje kuyasema? Dawa za mwisho hizi <coughs> ni dawa <izindawa> za mwisho <coughs> <coughs> za wakina baba, dawa hizi. Hii nao nimeambiwa na mzee, imechanganywa vitu kumi, dawa hizi. Sheikh, kuna mzee mmoja lakini huyu alimtia adabu kidogo, ila mwanachuoni yuko ndani huko, Shumba huko, Pemba huko huko, aliokotokea saina hadhari huko, hatari. Huyu mzee hii dawa alikuwa anaita hakuna kulala, siku ananiambia idawa dawa ataka kunipa ijaza, alinituma nimletee ma, mabati 45 na bolti na nini, nyumba kamili, ndo anipe hii kamtisha tisha, nikaambia, mzee, ni mwenyewe naweza zitoa fi sabilillah waislamu wapate faida. Sasa twauzie waislamu elimu? kuficha elimu unaweza ukafa nayo uka. Hey, basi, basi, unanipa ngapi? pesa kidogo, ili nipozeko, nikampa. Lilichompa akaniambia, shika peni na karatasi andika. Akaniambia, hatari huyo mzee, kila dawa yani kila mti akiuona anatoa hadithi ya mtumi Muhammad. Hatari kweli kweli kweli Akanambia, unaijua habat sauda? Kaambia yeye. Ayaandika, qala Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, anaanza kutirika hadithi, ananipa fadhila, ambia habat soda, humo utaweka vijiko kadhaa. Habat soda kidunia inatibu maradhi sabini, kiakhera kwa usia wa Mtume inatibu maradhi yote, labda uzee tu na umauti ingekuwa inatibu uzee, wazee wetu wote marafiki zangu hapa ningewapa sasa hivi, abasona wakalinyu wakawa vijana. Akanambia hii inaongeza CD4, si mtu zikiwa chini hawezi kuwa na nguvu? Nikaambia sawa, ambia kitu cha pili, changanya na asali. Akanambia asali ndo mama wa dawa zote dunia nzima, asali ni mchanganyiko zaidi ya miti milioni kumi duniani. Thumma kuli min kuli thamarati, asali ni tiba. Unachanganya u lakini pia vile vile akaniambia weka zanjabil tangawizi. So, tangawizi na vitamini B complex inasababisha eh, mishipa 180 kufanya kazi kwa wakati mmoja, lakini akaniambia tangawizi pia ni tiba ya saratani zote, lakini alaikum bishifa aina la asali wa zanjabili tangawizi na asali ukizimix hata yule ambaye ni mzito kuhifadhi kaswida Qur'ani, inakuomaza memory, weka tangawizi kiasi kadhaa. Kisha akaniambia nitaje cha mwisho, weka hapo hapo ile ya kwetu huku Zanzibari karafuu. Akaambia karafuu inatibu chesti. Mtu akiwa na chesti kibogo hawezi kuwa sawa, lakini pia karafuu inahifadhi kiwango cha joto sehemu nyeti. Akiwa mtu baridi, ndio anashindwa kusimama sawasawa akaniambia kuna dawa moja ukifika dukani wana mtu oh, anayenunua anaangalia pembeni, asema kulinjani ipo oh, dawa ya Kiarabu kulinjani oh. Oh, iso, naomba kulinjani <laughs> nani ataka kulinjani bwana, balaa huyo! Na hiyo kulinjani hatari kweli kweli. Kisha akaniambia pilipili manga kwa mbali, sababu so, pilipili manga inasababisha mzunguko wa kasi wa damu na mtu ili kiungo chake kisimame vizuri, kuna pipe mbili go and return. Itakiwa pipe ya go iende speed ya return valve iyofu, ndio kiungo kinasimama sawasawa. Anaweza hata akamuua mtu, anaweza akamuua mtu kabisa aka kwa hiyo sasa, akanielekeza vitu hivyo, kisha akanaambia hapo ndani usisahau kuweka ule mtama ule ufuta, ule ufuta unaongeza akii. Kuna waindia

Yani, dawa gani ile mathna ile kaambia barabara kabisa. Haya, lakini juzi tumepata kwato za kondoo, dawa inaitwa hurufu na mkia wake na kadhalika. Hizi za kina baba zipo kama aina tano, matatizo ya ndani yote kishne. Dawa za mwisho, za mwisho za kulipukalipuka mambo ya mashetani hizo umaidisi, hasa kina dada wanashikwa sana na vitu kama hizo. Inshallah, kwa uchache huo tunasema hivi sisi tupo nchi ya Tanzania, Dar es Salaam, Buguruni Hozana. Tunaendelea na visomo mbalimbali, lakini pia na nasaha pamoja na kanselin, ushauri kwa ajili ya jamii, pamoja na kupatanisha. Umegombana na mzazi wako, hamsemezani wa, inshallah Allah akatupa ulimi, njoo, dakika mbili mtakaa sawa. Ndoa yako imeyumba, njoo upate suluhu. Asuluhu khair, almusamaha karim. Mmetatizana lakini ushauri kwa ajili ya vijana dhidi ya maendeleo, maendeleo na pesa ndio mpango mzima. Pia vile vile tunazo kliniki hizo kwa ajili ya ushauri wa support kama hiyo, lakini pia vile vile kwa ajili ya nasaha na shughuli mbalimbali za Kiislamu tunao mashekhe wa kuzungumza, lakini si mashekhe tu, pia kuwezesha shughuli yoyote kwa chochote. Inahitajika kamera, inahitajika mabusati inahitajika maspika, inahitajika maturubai, inahitajika mikeka, inahitajika masinia, chochote tuko fulu kwa ajili ya Waislamu kuwafurahisha huduma wanazozihitaji. Kwa hiyo ukimwita Sheikh Uthman Maiko kwa shughuli yako, basi ukimwita ukitaka kila kitu utapata. Hata ukimtaka Sheikh Dhiki utampata, hakuna wasiwasi utampata, hakuna wasiwasi. Sambamba na hilo insha allah, kitu ni mawasiliano. Tupigieni namba zetu hizi popote mlipo, hizi mnaweza mkatupigia, namba ya kwanza na namba ya pili pia pigeni.